O gazeti la Daily News katika ukurasa wake wa mbele linaandika uh, hali ya Zanzibar yamtia wasiwasi Rais Jakaya Kikwete. Uh, jitihada zafanyika zaanza kufanyika katika uh, kutafuta suluhu. Hiyo ni habari ya, ya kwanza katika gazeti la Daily News uh, pia habari nyingine inasema tahadhari yatolewa visiwani kuwa uh, serikali haitavumilia uh, wale wote ambao uh, wana mpango wa uh, kuleta vurugu. Hilo ni gazeti la Daily News ukurasa wa mbele e, pia mchakato wa kumpata spika wa bunge waanza uh, na jangili ambaye amekuwa akitafutwa kwa muda mrefu uh, amekamatwa linaandika gazeti la uh, Daily News ukurasa wa mbele. Tukiachana na Daily News tuangazie Habari Leo ambalo linaandika Kikwete aguswa na hali ya Zanzibar, asema yupo tayari kufanya lolote kurejesha utulivu. Ikulu yakana kupokea maombi ya Maalim Seif. Habari nyingine yasema hakuna chama kilichohoji matokeo ya NEC, linaandika Habari Leo. Pia jangili mwingine hatari atiwa mbaroni, mchakato wa spika mpya waanza, nilinaandika gazeti la Habari Leo ukurasa wa mbele, na pia ukurasa wa mbele wa gazeti la Habari Leo, na picha inamwonyesha msajili wa vyama vya siasa nchini, Jaji Francis Mutungi akizungumza na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mgombea urais wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Ahmad wakati e, Mutungi na ujumbe wake walipomtembelea nyumbani kwake Mbweni, Zanzibar mwishoni mwa wiki majira. Kwa upande wake linaandika uteuzi wa Dkt. Magufuli usiwe wa fadhila, linaandika majira atakiwa awe makini na wanasiasa waliomzunguka wakongwe ndani ya CCM wasimteulie wasaidizi. Lipumba afunguka sakata la Zanzibar, asema akiachiwa tingatinga ngoma itakuwa nzito. Bifaru havitaleta ufumbuzi mgogoro wa Zanzibar, yasema CUF. Ni gazeti la Majira katika ukurasa wake wa mbele. Uhuru kwa upande wake linaandika waziri mkuu wa Dr. Magufuli ni lazima awe na vigezo kama vya Dokta Magufuli, wasema wasomi. Vijana wapigiwa chapuo Magufuli kukata mzizi wa fitina. Na pia katika ukurasa wa mbili wa gazeti hili eh, kuna picha ya watu wa bunge kadhaa ambao wanapendekezwa na gazeti hili ah, kuhusiana na mgogoro wa uchaguzi Zanzibar. Ikulu ya mkana Maalim Seifu Lipumba aibuka amwomba JK kulimaliza bunge la waweka wateule wake mguu sawa, linaandika Uhuru. E, tumeangusha mbuyu wa ujangili nchini, asema Nyalandu, hilo ni gazeti la Uhuru. Mtanzania kwa upande wake linaandika JK ajitosa Zanzibar, amwagiza IGP afuatilie madai ya CUF, ataka ataka Maalim Seifu, mkuu wa majeshi wakutane wabunge wateule waitwa Da, linaandika Mtanzania na nchi inapita pagumu, wasema Askofu Malasusa. Tukigeukia katika kurasa za michezo na burudani, Mtanzania linaandika Azam yaipiga toto mkono e, Mtanzania anyakua tuzo ya Befta. Maurinho akosa majibu baada ya kipigo Samata ulimwengu wazinyatie bilioni tatu Uh, kocha wa Yanga Prime apige hesabu aipigie hesabu Azam. Uhuru linaandika Simba raha sana, asema kocha Ker. E, Klopp apagawa Liverpool. Majira linaandika Ker amwagie sifa, amwagie sifa wachezaji wake. Arsenal yaikaba Man City kileleni. Azam yaishusha Yanga, ndivyo linavyoandika habari leo Kocha Simba koshwa na mabao ya ajib. Samata ainusisha TP Mazembe ufalme Afrika, na gazeti la Daily News laandika Azam ya rejia kileleni nam. Kwa ufupi, hizo ndizo dondoo za magazeti yaliyotufikia studio. Uh, Victor.